Hey guys, habari zenu no. Mko poa, mimi niko poa na mshukuru Mungu. So leo nilikuwa niko kazini, nikasikia nikuboa, nikasikia buvivu miyo, nikasimama apo kujirekodi hapo, na mliona gisi nilikuwa na cheza cheza. So hapo naonesha konturu yetu hapo, niko naionesha kisiko buvivu na ni, simu toye, tunaka, napika ko kafe hapo nanza waonesha niko naonesha hapo na hivyo buvivubshasiki buvivu. Baada ya hapo mio huyo nikaenda kujirikodi, kaenda kujirikodi karibu na nani pale cho tunaoga na kio, nyuma yangu kuko hema mahema ya kazi manamba vile vile. So niko niko najirikodi hapo najirikodi na najirikodi jirikodi na na buvivu mapozi sasa, mapozi ya mchongo, ni nitoga mapozi ya siku za mwisho. So guys nikua jirikodi buvivu kazini, yani ah, bezangu t alikua mkazi sami, nilitumika mapema, nikamaliza ndio sammbaada. Baada hapo kujirikodi, nikachukua kitabu changu somea hapo, nikaanza jisomea somea hapo Kiswahili ya bongo bongo ya tamkichwa. Baada hapo po nikasikia zangu buvivu poa tena Nishachoka ona yo, nisharegea, sielewi ona kugesi, nishakuwa vivu, nikafunga najichokea zangu, nikakiacha kitabu hapo, nishachoka. So guys, nawapenda sana, msikose kulike na kushare na comment. Bai.